Saa saba za mchana Jumapili tariki 26 mwezi wa Oktoba mwaka wa 2025 Lugushwa tarafani Mwenga Kivu ya kusini mashariki mwake DRC kumeonekana kuungua na kutokwa na mripuko mkubwa sana wa nyumba kuungua kama jinsi unavyoweza kuona ikilinganishwa na miripuko ambayo iko naonekana katika mji wa Bukavu ambayo ilikuwa makao makuu ya kivu ya kusini, lakini kwa sasa ni Uvira. <coughs>

Baada ya mzozo ambao ulichukua muda fulani katika kijiji cha Misisi, kijiji ambacho kinasufika kwa uchimbaji madini katika Kivu ya Kusini tarafa ni Fizi, kati ya Wabembe na Wabilozi Bishambuke, yaani kundi la Wafuliru. Hapa ikionyeshwa naye John, mkuu ambaye anayehusika na vita katika kundi la Fabebe, kuonyesha mara ngapi ya kwamba hakuna mzozo kati ya Wabembe na Wafuliru; atakayefanya huo mzozo ni wa kwake mwenyewe wa kipumbavu. Biloze Bishambuke, naitwa kwa jina la John korsenerufa derufa. Hapa leo tunapatikana hapa kwa tema banga, ila tulikuwa na programu ya kwenda kukikao pa Baraka. Sisi tunatoka kufrokimete, ila tulipokuwa siku yenyewe tulikuwa tunahitaji kuingia kwenye kikao Baraka, tukakuwasikia vurugu ya makamba inatoka nyuma yetu, ikatubidi tushuke ili tukuje achanisha ile vurugu au ile vita ambayo inakuja. Ni vita ya makamba na sisi. Sisi fa bebe, biloze bishambuke, hatuna vita na sen pesese, au sisi wafuleru, hatuna vita na wabembe au ingine kabila yoyote hatuna ile vita kabisa. Mwenye ataleta ile vita ni vita yake ya kiwazimu, haiko vita yenye fa bebe inaweza angaje eti tupigane ile vita. Hapana, sisi tunakuja huko kwa ajili ya kuachanisha tu, tunachunga delegasio ifike, kisha tunaingia pale misisi kwa kutengeneza ile mambo. Juu huku nyuma tunaacha ni populasio yetu iendeleshe maaktivite zabo, mtu kila mtu yoyote kabila yoyote ijisikie huru kwa kazi yake yote ambayo iko inafanya. Mutu asiogope aseme kuko vita ya mubebe na mfulero, hakuna. Tunaikatala sisi fa bebe, tunakatala, hatuna na ile mulengo. Malengo yetu ni ya kufata adui ambaye iko Rugezi Minembwe tika Manyola, njo vita ambayo tuko nayo mshangao tu ile kukamata population soda, mambo ya wajeshi. Kama mtu anafanya kosa, ni mtu yeye peke, ni lazima ule mtu afatiliwe na sheria. Baada ya kumfuatilia sheria, iko ule mtu anahukumiwa kadiri na makosa yake. Sio makosa ye, ya mtu moya, sisi sote au ichonganishe watu, kosa ya mtu ingie kwa watu wote Hapana, kosa ni ya mtu ni lazima ifatiliwe kwa, wa, kwa, wa, kwa wenye sheria. Neno ya muhimu populasio yote ijisikie huru, hakuna vita ya mubembe na mfuleru na serikali au sisi wasoda wanajeshi, tuache warahia wawe huru. Tunasikia tu hapa tuko kama watu wiko wanakamatiwa misisi juu mutu ni mfuleru, mutu anakamatiwa Anaenda fungiwa ijapo hakukua ha, ha, mwele dosye mangombe inakamatiwa. Atujue kama sisi tulisikia kama ni vita ambavyo ilikuwa ni, ni ya kutosha makamba na ni ile desijio kutosha makamba. Sisi sote tulisaini tukasinyia kwamba makamba zote zitoke zote, na ule mwenye anajipiga kifua kusema yeye hata tosha, wakati sisi sote tulisha sinye, ule mtu tutafatiria kwa sheria, ila wengine wote wawe na amani kwa kazi zao, na Mungu atubariki kwa kazi ambazo tutafanya. Asante. Jambo hilo la kukataa mzozo au vita kati ya wafuleru na wabembe linaendelea tu kukazwa na kuonyesha mara ngapi hakuna kabisa vita. Usu vita nyingine kwa misisi juzi na jana, ninapenda nikuambie kwamba fiz kuna vita ya ukabila katikati ya mubembe na mufulero hapana, wala vita katikati e, vita ya ukabila ile vita haipo. Sababu ukisema vita ya ukabila leo ingelikuwa labda ni pilikapilika pilika. Ila ila nakwambia kama hakuna vita ya ukabila ya katikati ya mubembe na mufulero ile vita haipo. Hiyo mambo tujitahidi sana kusaidia na wengine wenye hawapo karibu, ili waelewe. Kulikuwa vita ya vikundi vya watu wenye walikuwa na tia mabariere, kipindi oda ilitoka kwa ku viongozi kwamba bariere zote za kulipisha hela ziishe zitoke kwa kwa vikundi vyenye vilikataa, sababu hiyo mambo ilianza asubuhi makamba zote zitoke asubuhi ya juzi juzi yaani siku ya tano nadhani ilikuwa tariki makumi mbili na nne wala na tano kama sikudanganyika za hiyo mwezi wa kumi wakatosha mabariere zote za mji ya kuanza misisi mpaka lulimba hiyo kuna takriban kilometa kumi na mbili hapo kulikuwa bariere saba na kila bariere ilikuwa watu wanashurutishwa kulipa pesa, ifasi yenye watu wanatumika sana, wanabadilishana biashara, mambo ya mashamba, sijui nini. Inatakiwa ukipita hapo unalipa hiyo franga elfu moja kwa kila barier balulimba misisi. Pikipiki piki, nalipa elfu tano Yani, ukikuwa unataka enda misisi, natakiwa utairishe franga elfu kumi na mbili za kulipa barier, kurudia tena elfu kumi na mbili za kulipa mabarieri na, na, na, na, na transport sasa ikaonekana hizo bari bariere zitoshewe, sasa zikatoshewa. Asubuhi ikafika kama saa ngapi zikarudia, wakati zilirudia ndo vikundi vingine vya washika silaha au wenye wanaitwa wa Edson PCC wakasema, hapana, hii sha kuwa zarau ya uzarau uongozi, ni lazima hapa tufanye sasa kijeshi hiyo haihusu ayu raia. Hapana, kweli ngambo ya raia watakuwa affecte, parce ni ukosefu wa usalama, ila jeshi lipende itimize ordre ya kutoka kwa viongozi, na hiyo inatakiwa sasa. Kwa sisi raia, wala wale wa leader, wala wa, wa, wa, wazee wangali namna gani, wataingilia kati kwa kuhamasisha, sababu isikuyonekana kesho ni vita ya ukabila. Sababu ya nini? Kila mwenye alikuwa anapita pale, akwe ni muflero, akwe ni mubembe, akwe ni mubuyu, akuwe ni mubangubangu, akwe ni murega, alikuwa analipa hizo pesa na yani alikuwa ananungunika, sababu haitawezekana fazi ya 12 km bariere saba. Kulipa bariere tu nazidi kulipa tiketi tena, ukurudia tena ulipe sasa hiyo ilikuwa inaleta ina kama vile inalemea ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, sana wakaaji na ndio kwa maana hiyo vita. Kwa hiyo ni lazima kuambia watu wakuwe na ti viongozi, hiyo ni kitu ya kwanza. Na kitu ya pili, hiyo hali ishe, na kama itaisha wasituletee chatu kwa sisi wa raia, kama kuna vita katikati ya mbembe na mfulero hapana, sababu kwanza Wafulero kuna wapo wapo Wabembe na Wabembe kuna wapo wawafulero wanaoeana wanaweana. Kwa nini vita hiyo, vita inaweza kawezewe kweli? Hapana, ni lazima tukemee mambo kama hayo. Asante, na tumalizie pia huko Kilembwe katika sekta ya Lulenge, Kivu ya Kusini, tarafani Fizi, ambako kulisikika milio ya risasi kati ya Wabembe na Wabuyo na hivyo kuweza kufanya kusanyiko kubwa ya wakuu au wami wa wabembe na wabuyu, hata na fadese pamoja, kuweza kutafuta hali ya usalama na kusamehana, kuambatana tena na kusonga mbele vizuri kabisa katika hali ya salama kusawa. Si palikuwa natafuta gisi ya kutafuta maelewano na wanaongea wote, wanasikiana, wanasameana na kusema kama ke vita ikomee hapa na kila mtu arudie kusansibilize watu yake, kila watu warudie mweneo yao, na waangalie gisi ya kuambia populasio naisha, aende tosha watu wenye wako uore warudie kwa mkini, vita inaisha na kuonesha kama na sasa tunachunga gisi wanapanda mamoto wakwenda ngambo akwavo, wanabakia na na ngambo ya naaaslie vakwavo itaendelea tena mangaribi. Tu vingine vinaendelea kama barisikiana kwa gisi waliongea hapa. Minawaza pasaje hata kesho inaweza kuwa situngali hapa. Sasa tunachunga

jo umoja kabisa wa Babuyu na Babembe walikutana kikao hapa, wanamaliza wanaamua, kila watu waende warudishe watu yao, kuanzia saa hii watafuti amani na raia yote irudie mgonini. Tunashukuru sana kwa viongozi wote ambao walisimama kabisa kwa hii kazi hali ya kuendelea kupinga mzozo kati ya Wabembe na Wabuyu pia yaendelea kupingwa vikali kabisa ya kwamba hakuna mzozo kati ya Wabembe na Wabuyu. Akizungumza akiwa wazi, mtu mmoja ambaye anasikika kuwa heko, lakini hakuweza kutajwa jina lake, mimi nilikuambia lilia kila mtu anaongeaka byake vyamingi. Ungelikuwa vita kama ungeliona baraia wanakufa. vita yasemase aa, banarudisha banarudisha kumwili, amungekuwa mwili hewanyemwo munaongea najo. Mimi nakwambia hivi, hakuna vita Wabembe na Wabuyu, kulikuwa vita ya Bazalendo ku Bazalendo opeke. Sasa parmi bale Bazalendo kuko benyaba kurepondre bale ba autodefanse ya babuyo abakulinisha ta lisasi moya ile oti masasi mulika mkumunasikia ni kotisha kuangalia kama kuko beba ta repondre ama avakuko revanche baada ya raya kuacha mukini wazi. Lakini komanda wa autodefanse anekalaka Kasanga karibu ya Lulimba akaita ule landri akamwambia, usisubutu kupiga lisasi Kilembwe, akuna munyarwanda na akuna adui pale ala kimia bakubwa batabiongoza na sai, komandari shimana lala Kilembwe. Sasa wanani chimbachibae nikuambiai iko mukilembwe sai, mwache bile, akuna vita ya mupembe na mubuyi. Mimi niko na katala na ni bazalendo tu ma kompreansio, ndio ndiku nasumbua batu kula komabarieri makamba injitauishishana hii

Na hivyo jua kwamba tunapatikana katika mashariki mwake DRC, huku Kivu ya kusini ndiko ambako tunapatikana. Na hivyo kama woo haujajiunga kwenye chanel, unaweza tu ukabonyeza hapo subscribe, hata kubonyeza alama ya kengele, ili wanapata habari zetu katika muda mwafaka. Ukilike unatuonyesha kama tuko pamoja, hata kucomment kama una maneno ya kusema, ukishare unawafanya wengine wapate kupata habari kabisa, wafaidie kama jinsi unavyoweza faidia. Ninachokuomba tu ukae chonjo, nitakujia tena ikiwa hata kwa wakati mwingine, nikiamini ulikuwa nami mwanzo hadi mwisho. Uko salama kabisa katika muda huu, lakini usubirie tena katika wakati wote ule, ili upashwe tena na kituo cha habari Reality Mambo TV chao.